Tuna leo hapa tukiwa tuna mada moja ya sehemu ya kwanza na nyingine itakuwa sehemu ya pili. Kumbuka tutakwenda sehemu ya kwanza mpaka tutafikia saa moja na dakika 25 pumziko mafupi na baada hapo tutarudi kwa sehemu ya pili ambayo tutakuwa tunazungumzia mimba za utotoni Kutu, tunakuwa na mgeni kutoka Tamwa, lakini sasa naye mgeni wangu anaitwa Engineer Noel Goy, yeye ni mhandisi na hapa tunazungumzia ujasiliamali teknolojia Namkaribisha atuambie moja kwa moja, tuzungumzia neno ujasilia mali ni kitu gani, na baadaye atuambie ujasilia mali teknolojia ni kitu gani, atufanue hapa. Mkiamini kabisa atakuwa sema kipindi hiki mwanzo hadi mwisho, lakini kumbuka utapata nafasi ya kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi ambao nitautumia kusoma hapa studio, katika kuuza maswali ama kufanua yale ambayo tunatakiwa kuyazungumza pamoja. Karibu sana injinia. Asante sana Albert, karibu sana kwenye kipindi. Tuko hapa kuzungumza kuzungumzia ujasilia mali teknolojia, tusaidie labda kuzungumzia ujasilia mali teknolojia na ujasilia mali ni kitu gani kwanza ningependa kuelezea neno ujasiriamali, yeah. Mara nyingi wa Tanzania tunapenda kuazima maneno ya wenzetu lakini bila kujua maana yake na tunapotosha neno. Ujasiriamali au entrepreneurship lilianzishwa na mchumi mmoja alikuwa anaitwa Richard Cantillon, akiwa na maana kwamba ni mtu ambaye ananunua njia za uzalishaji na kutumia kuzalisha zao kitu kingine kipya mm. Kwa hiyo kwa maana hiyo inamaana kwamba kama mtu unafanya biashara, unauza dagaa, unauza sijui mchele, wewe nafikiri, kwa maana hiyo sio mjasiriamali. na ili neno baadaye liliboreshwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa JB Say, akaweka element ya uongozi kwamba mjasiriamali ni mtu ambaye anawakusanya watu pamoja kutengeneza taasisi ya uzalishaji. Kwa hiyo maana halisi ya ujasiriamali inahusiana zaidi na uzalishaji. Sasa Watanzania tunalitumia tu, tunajua kuna tofauti kati mfanya ya mfanyabiashara na mjasiriamali ni watu wawili tofauti. Sasa ujasiriamali teknolojia ni mjasiriamali ambaye yani, katika shughuli zake anatumia zaidi teknolojia, mm-hmm. Huyo ndio mjasiriamali teknolojia. Mjasiliamali teknolojia ni yule ambaye anafanya ujasiliamali wake kutumia teknolojia. Hii ni kitu ambacho inakuwa tofauti na watu wanaofika hapa wengi kuzungumzia ujasiliamali na kuzungumza sana na mtu kujitegemea, kutokuajiliwa, kuanza kuuza mchele kwa kusema, kwa mama ntilie, kwa mfanyabiashara, kwa mfanyabiashara mdogo mdogo, na kuwa biashara mkubwa, anatoka kwenye hali ya ujasiliamali. Lakini leo hii umefanua kwamba Uh, mtazamo na wazo zima la ujasiriamali limepotoshwa. Mtazamaji atakuwa ana maswali mengi kujiuliza. Hapa leo tunataka kuambia kitu gani hapa? Hebu tuambie mifano ama watu ambao wamefanya ujasiriamali teknolojia na wapi, wako wapi na umefikia wapi? Karibu. Sawa, ningependa kuongea juu ya ujia ujasiriamali teknolojia, lakini naomba nianze na fani ya magari. Ndiyo. kuna mtu mmoja aliitwa Henry Ford. Huyu mtu alizaliwa mwaka sitini na tatu na kuanzia elfu moja mia tisa sitini na sita akawa na wazo la kuanzisha kiwanda cha magari, lakini alikuwa hana pesa. Kwa hiyo alitengeneza gari la, la maonyesho ili watu wamuunge mkono, lakini watu hawakumunga mkono, hakupata pesa. Akaendelea akaanzisha mashindano ya magari, alifanya majaribio ili apate pesa, lakini watu hawakumuelewa. Kwa hiyo, hawakumpa pesa. Ilipofika mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja Aliishiwa kabisa akawa hana kazi, akamwambia mke wake, bwana, naomba ukakae na wazazi wako. Kwa hiyo alipeleka familia yake kwenda kukaa na wazazi kwa sababu alikuwa anashindwa kuilisha. Naona sisi watu tunajua kwamba mtu anapelekwa kwa wazazi kama wamekosana, lakini hapa jamaa alishindwa na maisha mm. Akamrudisha akafanya mashindano ya magari mwaka 1991 na, na akashinda ile mashindano ya magari watu wakakubali kuwekeza, ndio akaanzisha sasa kiwanda cha magari cha Ford kule mji wa Detroit Marekani. Sasa mtu mwingine, mjasiriamali mwingine kwenye mambo ya magari, alikuwa anaitwa Kiichiro Toyoda, sio Toyota, ni Toyoda. Unajua ile kampuni ilivyoanzishwa ilikuwa inaitwa Toyoda Auto Room, ilikuwa inatengeneza nyuzi au mashine za kutengeneza nyuzi za kusokota nguo lakini yule mtoto wa mwenye, mwenye kiwanda akawa na wazo kwamba mimi nataka nibadilishe uzalishaji itengeneze magari. Kwa hiyo akafunga safari kutoka Japani kule akaenda Detroit kwenda kuangalia kiwanda cha Ford kule Marekani, na alipofika alirudi, alikwenda mwaka 1929, mwaka 1930 akarudi Japani, akaanza kufanya majaribio na mwaka 33 akaanza kuzalisha magari, na magari ya Toyota ndiyo yalitumika kwenye vita vya Korea Kaskazini, vita vya China na vita kuu na vita kuu. E, mwingine kwenye fani ya magari a, ni Soichiro Honda. Huyu alikuwa ni fundi mekanika, hakuwa injinia wala hakuwa ni msomi sana, alikuwa fundi mekanika na akawa na wazo la kuanzisha kiwanda cha magari na yeye, na akiwa na rafiki yake anaitwa Kato. Sio Kato wa Bukoba, hapana, ni Kato wa Japani. <laughs> E, akamwambia rafiki yangu Kato, mimi nataka kuanzisha kiwanda cha kuchonga. Mwanzo alianza, walianza kiwanda cha kuchonga spare part. Kwa hiyo wakaenda kwa Toyota wakaomba, bwana, tunaomba tenda to supply piston ring a magari yako Toyota, akamkubalia kwa hiyo akaanza kuzalisha piston ring za magari, lakini zile piston ring hazikuwa kwenye kiwango kilichokubalika na Toyota, kwa hiyo akamkatalia. Kwa hiyo kilichofuatia, Honda akasema basi nitaenda chuo, akaenda chuo kwenda kusoma chuo kikuu, labda atapata elimu zaidi, kwa sababu hakuwa engineer. Alipofika chuo hakumaliza. Sasa sijui kama alifeli mitihani au vipi lakini hakuweza kumaliza masomo yake, akarudi tena mitaani. Safari akaamua kuzunguka Japani nzima kuangalia quality control system yako, ya Toyota akafanikiwa kuzalisha piston ring ambazo alitumia watu wachache sana kuzizalisha, na piston ring zile zikakubalika, na ilikuwa ndio mwanzo sasa wa Honda kuanza kupanda. Akaanza kutengeneza pikipiki, magari Toyota, ni ile kampuni ya Honda inatengeneza hata ndege na maroboti, lakini kampuni ilianzishwa na fundi mekanika. Hapo ni upande wa magari. Kwenye upande wa ujenzi ningependa kum, kumtaja mtu mmoja alikuwa anaitwa Iwakichi Kajima ambaye ndiye alianzisha kampuni tunaifahamu Kajima. Ni kati ya makampuni makubwa duniani. Hii kampuni ilianza mwaka 1840 na Iwa Kichi Kajima naye hakuwa injinia, alikuwa ni fundi carpenter, fundi seremala, lakini alikuwa na element ya ubunifu ndani yake. Kwa hiyo alianzisha kile ile kampuni ya Kajima, akawa anajenga majengo, mara akajenga sijui miradi ya hydropower, akajenga reli na kampuni ya Kajima ilipewa ili tenda ya kutengeneza miundo mbinu iliyoharibiwa wakati wa vita kuu kwenye mwaka 1930 ile Kajima ikawa ni kampuni ya kitaifa public na watu wakakaribishwa kununua share, lakini watu walionunua share kwenye kampuni ambayo imeanzishwa na fundi seremala. Kwa hiyo kitu ambacho ningependa kuwaambia watanzania kwamba tusidharau mafundi, kwa sababu huwezi kuwa na teknolojia bila kuwa na mafundi na, na hata hivyo nimeandika kitabu cha teknolojia ni sanaa kinachoelezea mambo hayo. E, hapo tumemaliza fani ya mfano wa fani ya ujenzi, labda tuende kwenye fani ya mambo ya kompyuta. Kulikuwa kuna marafiki wawili, mmoja eh, alikuwa anaitwa eh, kuna David Packard na, na Hewlett He, Billy Hewlett, walikuwa ni marafiki wawili Hewlett na Packard. Hawa walikuwa ni wanafunzi wa chuo kikuu, walikuwa wanasoma chuo kikuu mwaka 39 Wakaamua kwamba tunataka kuanzisha kampuni ya kutengeneza osileta za disko. Hawakuanzia kwenye kompyuta, walianza kutengeneza osileta za disco. Unajua ukienda kwenye disco, si unaona zile taa zinawaka na kuzima, zinawaka hmm na kuzima, walikuwa kwenye maeneo ya...